Amen, tunasogea tena mbele kidogo. Nimesema unapoota namba namba moja, kwenye ulimwengu wa roho, nimekuambia ni namba ya Kimungu, ni namba ya agano, ni namba ya nafasi ya mungu mwenyewe. Sasa ukisoma kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati ile sura ya sita na ule mstari wa nne, biblia yangu inaniambia hivi, naomba tuende pamoja. Biblia nasema hivi Sikiliza, e Yerusalemu, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja. <laughs> Sijui kama umeelewa hapo, anasema Biblia inasema hivi, sikiliza, e Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja tu. Sijui sasa kama umeanza kunielewa. Biblia inasema Mungu anawaambia wana wa Israeli ya kwamba sikilizeni hivi leo enyi Israeli. Israeli hawa ni taifa la Mungu, ni watu wa Mungu, manaake kwa tafsiri ya kawaida ni kwamba Israeli ni wewe, mtumishi wa Mungu, ni wewe, mtu wa Mungu unayesikia sauti hii. Sasa Mungu anakuambia hivi kupitia hiyo namba: Sikiliza e eh, Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja. maana yake hautakiwi kuwa na Mungu mwingine yoyote isipokuwa Mungu wa Israeli peke yake. Maana yake Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ndio maana utaona kwenye hata kwenye zile amri za Mungu, Biblia inasema hivi Mungu akasema, moja ya amri, usiwe na Mungu mwingine ila mimi tu. Maana yake yeye Mungu ameji amejiposition kwenye nafasi ya kwanza, amejikasimisha hiyo nafasi kwa nini? Kwa sababu yeye ni Alfa, yeye ni mwanzo, halafu anasema ni Omega, maana yake ni mwisho. Kwa hiyo kama yeye Mungu ni mwanzo, maana yake hakutokuwa na Mungu mwingine zaidi ya yeye. Ndio maana nikakwambia, namba moja ni namba ya kiungu, ni namba ya kiagano la Mungu, au ni namba ya agano la Mungu. Lakini pia ngoja nikupitishe kwenye andiko lingine. Ukienda kitabu cha Mwanzo, hiyo ilikuwa ni kumbukumbu kumbu la Torati, mstari wa sura ya sita na ule mstari wa nne. Ukienda kitabu cha Mwanzo, twende tufanye biblical survey hapa kwanza, halafu utaelewa kile ambacho nakwambia na, na Mungu akusaidie sana. Ukiyaelewa maarifa haya utakuwa ni mtu wa tofauti, na utakuwa ni mtu wa hatari sana, hautacheza na ulimwengu wa roho tena. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa ishirini na nne mstari wa ishirini na nne Biblia inasema hivi: kwa hiyo, kwa hiyo mwanamke atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa wawili, nao watakuwa wawili mmoja nadhani kuna, kuna, kuna, kuna utofauti sana kwenye, kwenye, kwenye, kwenye Biblia tofauti tofauti, lakini ukisoma Biblia zingi utaona, nakwambia hivi, mwanamke atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mme wake nao hawatakuwa wawili bali watakuwa mwili mmoja, maana yake kitu kimoja. So kwenye ulimwengu wa roho, maana yake wanakuwa wamefungamanishwa agano, kwao wanatembea kwenye agano moja. Sasa nini maana ya hii namba kwako wewe uliyeota namba hii moja? Wewe ni mtu ambaye unatembea na agano la kimungu. Sasa tafsiri ya namba hii, maana yake ni namba inayoashiria kusudi la kimungu. Sasa utaanza kuelewa mtu anayeota namba moja, kama ukiweka nguvu zako kubwa sana ukajiwekeza sana kufanya mambo ya kimungu, sio lazima uwe mchungaji Sio lazima uwe nabii, sio lazima uwe mwinjilisti, sio lazima uwe mwalimu, sio lazima uwe mtume, sio lazima uwe ni muombaji uliyetengwa kwenye hilo eneo. Unaweza ukawa ni mtu wa kawaida, lakini ukaona namba hii kwenye ulimwengu wa roho, we ni mtu ambaye umefungamanishwa na agano la kimungu. Kwa hiyo ukijipa nafasi sana ukatenga muda wako mkubwa kufanya mambo ya kimungu, hata tu kama unapata fedha kutoa fedha kwa wajane, kusaidia masikini, kusaidia watumishi wa Mungu, kusapoti huduma za kimungu, kujitoa kwa ajili ya vitu vya kimungu, utajikuta unaanza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa kikubwa sana, na automatically utakuta maisha yako yanaanza kubadilika. Itafika majira, unajiuliza kwani, mbona kama sielewi, halafu naona tu mambo ni kama yanaenda. Shida ni kwamba tayari unatembea kwenye kusudi la kimungu na Mungu hawezi kukuacha. Bwana asifiwe sana. Naomba uzingatie sana hilo na naomba uelewe sana hilo. Uh, ili kukupa nafasi pia na wewe kuweza kusogeza ndoto yako naomba niachie kwenye hiyo hiyo namba moja, halafu nikupe nafasi achilia ndoto yako, kama umeota namba yoyote kwenye ulimwengu wa roho, achilia ndoto yako hapa, halafu tutakupa maarifa na nitakwambia nini, kuo, nini cha kuomba kulingana na kile umeota kwenye ulimwengu wa roho. Na ukitaka kutupata, labda ume, umesikia kuvutika au kupendezwa na masomo haya, unaweza ukatutafuta kwa namba sifuri sita nane nane thelathini na mbili kumi na mbili sitini. Nitarudia namba sifuri sita nane nane thelathini na mbili kumi na mbili sitini. Lakini pia namba nyingine ni sifuri sita ishirini na nne ishirini sitini na tano sitini na nane. Nitarudia tena, namba nyingine ni sifuri sita ishirini na nne ishirini sitini na tano sitini na nane lakini pia tuko Dar es Salaam tunapatikana Dar es Salaam chanika chanika mwisho. Uh, ukitaka kufika kwenye huduma yetu, basi unaweza ukapiga namba hizo, alafu tutakupokea na tutakupa maelekezo. Utafika mahali hapo, utajifunza pamoja na sisi siku ya Jumatano, tutaomba pia. Lakini Ijumaa tuko na ibada pia ya maombi na maombezi ya uponyaji uh, utafika pia siku hiyo, tutaomba tutajifunza pamoja lakini, pia ijumapili pili tuko na ibada ibada ya Calvary, ambapo ibada zetu zinaanza muda rafiki na tunamaliza muda rafiki pia, ili kuwapa nafasi watu wanaotoka mbali waweze kufika kwa wakati majumbani kwao. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, karibu mahali hapa. Mahali hapa ni, ni madhabahu ya Mungu, ni mahali ambapo Mungu anapatikana, Mungu anafanya Mungu anajifunua, Mungu anasema na watu, na Mungu anasaidia sana watu. Karibu sana, mtu wa Mungu, achilia ndoto yako uliyoota, na natamani ntatamani sana ni dili na ndoto za za namba kwenye ulimwengu wa roho leo, na utaona kile Mungu ataenda kufanya kwako, theni utaamini kwamba bado Mungu anaishi. Mungu akubariki sana.